Tunaendelea kuwashukuru watu wanaendelea kutusapoti kwa kutupa michango yeah. Mwasibu unapopokea fedha mm -hmm. Manaake watu wako watu nje wanapambana kuleta fedha ili tukio liweze kwenda, ndio kwa mimi kama mwasibu naendelea kuwashukuru, lakini niendelee kuwakumbusha ndio kwamba tunaendelea kupokea mchango mpaka kesho tukio linapoendelea mm -hmm. Na mchango imejipambanua okay. Watu wa meza ni shilingi laki mbili wana konteini watu watano, okay. lakini ipo kadi ya mtu mmoja mmoja shilingi elfu thelathini ndio, lakini wapo VIP shilingi elfu um, si. mm hamsini. Kwa tunawakaribisha sana michango, tunaendelea kupokea mm -hmm. Lakini mimi kama mwasibu fedha zinazo zinapokuja mm -hmm. lazima niwashukuru na kuwapongeza sana, yeah. Watu wanaoshika mkono hasa wadhamini okay. wa kwenye NMB wamefanya jambo mm -hmm. lakini yupo Rukungu amefanya jambo mm. kini yupo Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sumbawanga Mjini, Mheshimiwa Aishi naye ametupa mkono wake, kwa hiyo tunashukuru sana mm. Lakini nafasi bado zipo, uhitaji ni mkubwa kama unavyojua, tukio ni kubwa, inahitaji bajeti kubwa. Tunaendelea kuwaomba wanaotusikiliza hapa kwa Kasef waendelee kushika mkono mm. ili jambo letu liende okay. so, kwa mimi mtu wa fedha si na mambo mengi sana zaidi ya kuendelea kuwakumbusha watu wape michango mm. amns na kwa nafasi zao, tunatamani wote wawepo sababu mm. swala la kompitikila mtu ana nafasi ya kushinda. Ni vizuri mm. wakaje ukumbini kwa michango yao, nao wakasapoti hili jambo, hasa lila kwao zaidi linawatangaza wao kuliko hata Taasisi yenyewe ya Mwasu. Okay. Sawa sawa bwana. Watu wanatamani pia kufahamu sasa kwenye VIP pale kutakuwa kuna package gani, ile ya mtu mmoja mmoja pia kutakuwa na package gani na vitu kama hizi. Kimsingi watu wa vinywaji mm. atazungumza zaidi kwa nafasi ya pili katibu. Katibu. Yeah, eh, lakini mimi naomba nisiende huko sana. Okay. Ifaki hiyo ni mm. waachie katibu atazungumza zaidi. Sawa. E, na kushukuru. Sawa sawa bwana. Na labda lolote ambao ungependa kuambia watu ambao wanakusikiliza hivi sasa kwa kuelekea siku ya kesho. Mimi ninachoweza kusema ndiyo zaidi kwamba tunawakaribisheni sana mm, na wale wanaotushika mkono hasa sponsors waendelee kufikiria kutushika mkono zaidi, kwa sababu kama nilivyosema awali, hiyo ni kubwa, linahitaji nguvu ya fedha mm, na nguvu ya fedha huwezi kuipata kama una watu. Ni lazima tunaomba watu watushike watu wa mkono kwa chochote walicho nacho ili tuweze kuendelea kupambana. Ah, kuna mtu mmoja nimemsahau ni muhimu sana, ndio Uh, ofisi ya DC imetuchangia maji vizuri. Okay. Tunawapongeza sana ofisi ya DC wao kama serikali wamefanya jambo kubwa, tunatamani viongozi wengine wa serikali, lakini pia ofisi ya mkurugenzi mm, tumepokea taarifa zake kama mwasibu. Kuna jambo wamefanya, na wapongeza na kuwashukuru sana okay. Shukrani sana bwana. Tuje hapo kwako madam, karibu kwenye microphone, nisogelea kabisa, ujitambulishe kwa majina yako tukufahamu na nafasi yako pia, na pia tueleze kipi ambacho unapenda kutuambia siku ya leo kuelekea siku ya kesho, siku ya tuzo. Karibu. Asante. Mm, kwa majina naitwa Mary Mwiki mjumbe katika kamati ya Mwasu Entertainment okay. Ninachoweza kuambia mm. Wanasumbanga na mkoa wa Rukwa kwa ujumla, kesho tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya hilo tukio, na ambao bado hawajatoa kadi na hawajatoa mchango waweze kutoa ili waweze kupata kadi na washiriki kwenye hilo tukio u okay. So, ni tukio muhimu mm. na ni matukio adimu katika mkoa wetu wa Rukwa ko tumsupport kijana mwenzetu bwana mm. Nicolas Mwasumbi na kamati yake kwa ujumla. Karibuni okay, sana. Lakini sa naendelea mm, pia kuwashukuru mm, waliotushika mkono wote waliotushika mkono na wanaoendelea na, na kutushika mkono yeah, tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu aongezee pale walipo, punguza. sawa sawa. Wewe binafsi unadhani hizi tuzo zinaenda kuongeza kitu gani kwa siku ya kesho? Mimi binafsi naamini kwamba kwa wale watakaopata tuzo mm. watakuwa na morali au ari ya kufanya kazi zaidi na zaidi, dio, na wasiishie kupata tuzo za mkoa wa Rukwa tu, waweze kupata hata tuzo za kitaifa na kwingineko. Sawa okay. sawa bana, bado tuko na watu wengi sana. Mr Daniel karibu tena, hujia kwenye mike hapo, baadaye pia atarudi tena Obi afu atamaliza mwasu mwenyewe. Nimeambiwa kama utaratibu mzima wa package hizi hapa wewe oh unao, oh na una una utatupa ufafanuzi hapa. Hebu tupatie moja kwa moja ili mtu ajue kabisa kesho anapokuja, labda na 30 yake, au anakuja na laki mbili yake na watu wake watano, anajua na package hii hii, na hii. Iko vipi hapo bro? Ah uh, asante sana tena SJ Mkatoliki. Ah yeah. Uh, ni kwamba mm. tunazo category tatu kama nilivyotangulia kusema mwasibu. Ndio. Mm. Na kwenye hizo category tatu mm. Hmm. E, tumejaribu kuzipanga katika mpangilio kama ifuatavyo. Ndio, lakini upande wa VIP e, upande wa VIP tumeamua tutaiweka kama surprise. Hmm. Kwa VIP tutafanya kama surprise ndio, lakini kwa lejira ndio tutakuwa na chakula, ambapo chakula hicho kitatolewa pale ukumbini, lakini pia tutakuwa tuna vinywaji kwa meza eh, kila mshiriki atapata kuwa na kinywaji ndio eh, lakini pia kwa wale ambao watakuwa na, eh, na meza mm. Tumejaribu kuangalia mtu anayechukua meza yeah. Tunafanya nao mawasiliano moja kwa moja wao watapendekeza katika meza yao wanataka aina gani ya kinywaji ambacho kinastahili kiwepo pale mm. Lakini pia e, tumesema e, meza itakuwa ina watu watano, okay e, ndani ya watu watano hao watakuwa na vinywaji e, lakini pia kutakuwa kuna waini chupa moja ambayo itakuwa katika meza hiyo ya hiyo e, ya meza ya watu watano, ambapo tulikuwa tumepanga kama ifuatavyo. Kwenye vinywaji, meza ya watu watano itakuwa na E, vinywaji tunasema vinywaji vya moto eh? Ndiyo. Vinywaji vya moto tutakuwa na yeah, navyo vitano, lakini tutakuwa tuna waini moja, lakini tutakuwa pia tuna maji moja, lakini mm, wanaokunywa vinywaji vile sasa vya baridi tutakuwa tuna juice kubwa, tutakuwa tuna apple punch mbili, tutakuwa tuna grand march moja, tutakuwa tuna soda take away moja mm, na maji moja. Sasa nilikuwa nasema, tusitaje kwa kuwa tunapotaja aina ya kinywaji ndio kidogo ni kama tunakuwa inakuwa kama tunapromote hivi na brandi biashara za watu. Naamini kabla ya kufika hapa pia tulikuwa tuna kikao na na wasanii yeah, mengi ambao waliyapendekeza na sisi mm, kama uongozi eh, tulishazungumza yeah, nao. Nafikiri wengi wasanii wanafahamu yeah, na wale ambao wamewaalika kwa ajili ya kuja kushuhudia tuzo zao watakuwa wana taarifa nao nzuri mm, lakini tunaendelea kuwasihi wale wengine ambao bado hawajachangia changia basi mm, waendelee kuchangia ili kuifanya sherehe yetu ya kesho iweze kuwa bora zaidi okay, yeah. Sawa sawa. Hapo hapo, kuhusiana na siku ya kesho, pia tuendelee kuwakumbusha watu bwana, shughuli kesho ofisho saa ngapi tunaanza na vitu gani vitakuwepo pia? ya kwanza tutakuwa tuna burudani mbalimbali, yeah, package Mba... ya kesho ya, ya mm. kesho ambapo hizo burudani mm. ni surprise, leo jioni tutazitoa rasmi kupitia Vos Media okay. E, ambapo tutakuwa ukumbi wa Nazareti e, ifahamike ukumbi ni Nazareti okay. E, swala la muda pamoja na e, shughuli nzima ya kesho tutaitoa mm. leo jioni rasmi okay. kulingana na itifaki Sawa. Na pia tutakuwa tuna burudani za maonyesho pia burudani za live live, lakini pia okay. tunao wasanii baadhi ambao tumewaalika mm. ambao watajaribu kutuburudisha ndani ya ukumbi, ndio okay yeah. kuna mshikaji anatoka uwanda wa ziwa Rukwa huko anatoka Mtoisa, mwingine anatoka zake Majimoto, mwingine anatoka Songo, mwingine anatoka Katavi, anahitaji umwelekeze pale ukumbi wa Nazareth location yake iko wapi ili asipotee kesho. Ah, okay. yeah. Aa, kwa mji wa Sumbawanga saizi. Yeah. Eh, umegawanyika vizuri, unaeleweka. Mm-hmm. Ukifika matatu Okay. Fika pale mataa au jirani na NMB. NMB. We mm. Wewe uliza Nazareti ni wapi? Mhm. Yaani moja kwa moja ukumbi au hoteli. Lakini mbali na hivyo tutakuwa tuna mabango mbalimbali ambayo yatakuwa ni ya wadhamini mm, ambayo tutaanza kuyabandika kuanzia huko nje mpaka ndani ya ukumbi. Okay. That's why utaona hata e, eh, wale waliokuja maeneo wa hilo utaona tu watu ni wengi wengi eneo hilo. Yeah. Um. Okay, sawa. So. Tutaona kile ambacho kipenda sasa kumaliza Dani katika leo tambo kumepanga kuyaongea leo huwa kabisa. <laughs> Kwanza mimi niwaambie wasanii pamoja na washiriki wa hizi tuzo yeah. Mabadiliko ya mwaka huu ni mabadiliko makubwa sana. Mm. Kama ulipanga kukosa kuhudhuria siku ya kesho, utakuwa umekosa mambo mengi. Mimi niwaombe tu wale wote ambao walikuwa na nia nzuri ya kuja, lakini pia niwaombe kwa nafasi ambazo watazipata leo jioni. Kama wapo watakaokuwepo, tutakuwa tuna Vos Media pale eneo la ukumbi kwa ajili ya kuangalia maandalizi mazima lakini pia tutakuwa tunajaribu kuongea na wasanii mawili matatu yeah. kuende kuelekea kwenye eh, maandalizi ya kesho ya ugawaji wa tuzo mm. Lakini wambie pia tuzo ni nzuri sana, tuzo zilizopo za mwaka huu ni tofauti na tuzo za mwaka jana okay. Mwaka huu Mwasu Entertainment Season 3 imejitahidi kuandaa tuzo ambazo zinaendana na ubora wa wakati kazi okay. Eh, tunavyoanza ndivyo tunavyoelekea basi mm. Tumejitahidi kwa kweli kwa kuhakikisha tuzo zinaendana na wasanii wetu Okay. Na kama alivyotangulia kusema pale awali, siyo uh, pamoja na, na, na mtu makini ndio kwamba tuzo hizi si za wasanii peke yake, lakini pia kuna watu ambao wanafanya kazi katika taasisi mbalimbali ndani ya mkoa wa Rukwa. Mtendaji mm. wao wa kazi umekuwa ni wa kutukuka, tuna support na wenyewe, tumewaona kwa jinsi walivyokuwa wanafanya kazi zao, tumepata maoni mbalimbali kutoka kwa wadau kutoka mkoa wa Rukwa. wanasa- wana, wana support vizuri serikali mm. lakini pia wana support vizuri jamii dio. Na kwa mtu mmoja mmoja kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tutakuwa na tuzo tuzo za, za okay, wasanii lakini tuna tuzo maalum tuzo maalum za heshima tuzo za heshima okay. Tunawaomba wadau waweze kujitokeza waweze kutusapoti ili lote tunalofanya walione kwa ubora wao kwa ukubwa zaidi. Yeah, sawa bwana, wewe hapo ni Daniel, umeweza kumsikiliza vizuri. Nije kwako mtu makini baada ya hapo CEO pia atakuja kufaino kabisa kila kitu kuweka sawa kumaliza mchongo mzima, maana pia kuna baadhi ya maswali metumiwa hapa kwa muulize CEO <laughs> iko vipi vipiapo hapo, hapo baadaye sjiandae. So katika hilo hapo, obi chochote kile ambacho natamani kuwambia wanakusini mwa Tanzania wapenda burudani, lakini pia watu wote ambao wanawishi kuona mkoa wetu ukibadilika, ukichange na vitu vingine vingi ambavyo vinakuja binafsi na kipi cha kusema, karibu Uh, kwanza mimi kwangu nikiona liki, matukio kama haya kwa mkoa wa Rukwa yeah. Mua ni furaha sana ndio sababu mkoa wa Rukwa specifically manispaa yetu ya Sumbawanga mm. Tumekosa mambo haya ya ya, ya, ya design hii kwa muda mrefu yao mm. No, ya, ya sanaa yao ya makongamano na vitu vya design hiyo okay tunayakosa sana ukilinganisha na mikoa mingine, kwa hiyo mimi neno langu kwa wakazi wa Sumbawanga na mkoa wa Rukwa kwa ujumla Ndio. Cha kwanza tuna tunampongeza Mwaso ndio. E, mtu yote anayefanya kitu kizuri huwa anapongezwa. E, kitendo cha kuthubutu kujaribu kuwaunganisha watu wa design tofauti tofauti mm. kuweka pamoja, ukiangalia kwenye zile tuzo kuna wasanii mm. lakini pia kuna kuna wadau wa sanaa, lakini pia kuna kategori nyingine hazihusiani na sanaa kabisa, kwa mfano yeah. zile tuzo za heshima yeah. ni wale watu ambao katika kazi wanazozifanya zimeonekana zina zina, zina matokeo chanya kwa jamii na jamii ikaona kweli wanastahili kuheshimishwa, kwa hiyo wanapewa tuzo za heshima. Okay. Kwa hiyo, kwa kuyasema hayo ni kwamba sisi kama kama wakazi wa Sumbawanga mm, na wakazi wa mkoa wa Rukwa kwa ujumla yeah, mambo kama haya yanapotokea ni muhimu sana kushirikiana kuungana, lakini pia inatutengenezea connection mm, e, unajua ni sehemu ambayo unaweza ukapata mtandao ukapata network ya watu mm, ambao kesho na kesho kutwa inawezekana wakakubeba katika jambo fulani yeah. Ni ombi langu kwa wadau, kwa watumishi lakini wasio watumishi, lakini pia wafanyabiashara, tushirikiane au tukutane katika mazingira kama haya. Ni mazingira ambayo mm. yanaweza kutukutanisha katika namna mbili au tatu tofauti, okay. Sambamba na hilo pia mm. ni sehemu ambayo inaweza kukusaidia kupumzisha akili, tumeshaambiwa hapo kutakuwa na burudani. Sio muda wote tu tunakuwa serious na kazi na nini ni, sometimes maisha hayahitaji serious kiasi maisha hicho, kuna muda maisha yanahitaji tu pate hmm. muda wa kurelax, lakini pumzike, ukutane na watu wapya, ubadilishana nao mawazo Kesho ukiamka ukaenda kwenye shughuli zako, unajikuta umekuwa mpya, umeongeza mawazo mapya, umeongeza marafiki, lakini pia umeongeza namna ya, ya kupambania maisha yako okay. Kwa mimi neno langu kama mwenyekiti sasa ni hili uh, kesho tu tujaze ule ukumbi wa Nazareth. Nazareth yeah, ili tuandike historia, kwa sababu kila tukio linapofanyika ni historia inaandikwa, okay. Leo hii Mwasu hmm, ameandaa ameandaa awards hizi, tuzo ambazo tunaweza kuziangalia kwa, kwa siku ya, ya kesho ndio. Mwasu ni miongoni mwa watu ambao tutawaandika kwenye historia mm. miaka mitano, kumi, ishirini, thelathini mbele, tutasema mkoa wa Rukwa kuna siku alishai mm. kutokea mtu anaitwa Mwasu akaanzisha hizi harakati za tuzo, lakini pia na sisi ambao ni washiriki yeah, kamati na wadau ambao kesho tutakwepo kwenye ule ukumbi mm. tutakuwa ni sehemu ya historia nzuri no, hii yeah. Yeah, ndio maana mimi wanasema Uh, kuwa sehemu ya mabadiliko na utamani kuona anatokea ili yatokee kweli, kwa sababu mm. maisha hayapimwi kwa idadi ya miaka mtu aliyoishi duniani, ila yanapimwa kwa idadi ya matendo ya wajibu, iwe ni sekunde kwa sekunde, dakika kwa dakika, au saa kwa saa mm. Atuangalie umeishi miaka mingapi au umeishi kani mingapi, ila tunachokiangalia ni katika kipindi kile ambacho Mungu amekupa nafasi ya kuishi duniani yeah. Umefanya nini ambacho ukiondoka leo utakumbukwa. Hii ni sehemu ya, ya sisi kukumbukwa kama mm. wakazi wa Sumbawanga au watu wa mkoa wa Rukwa. Oh yeah. Sawa yeah. sawa Obi, shukrani sana kwa time yako, najua kesho tutakuwa pamoja pale, na kama ulivyotuahidi kwamba tutaona yeah. kwa yeah. pa, kwa ni kila kitu kitakuwa kwa uwazi kabisa pale kwenye maprojekt na nini. Sawa sawa, nirudi kwako brother, kama choti cha kusema kabla sijamkaribisha CEO kwamba mwaka mm. jana pia ni kwa sehemu ya kamati yeah. Malalamiko yalitokea kidogo kwamba chakula kiendani na fedha yeah, yes, lakini naomba niwahakikishie <laughs> yeah. kwamba mwaka huu tumejipanga kuko vizuri yeah fedha ziko salama na mm. package italingana na mtu alichokitoa. oh yeah, yeah. Waendelee kutoa fedha mm. watapata package watafurahi. Wata watafurahi. Okay, nije kwako CEO bwana. Mwaka aa, kuna baadhi ya rumors za chini chini, watu kama wakaa nalalamika, hii bwana tuzo bwana, vipi tuzo, mbona hazina chochote mwaka huu vipi? Uh, Mwasu we mwenyewe CEO, hebu uh, zungumza kitu hapo uh, kwa sababu tulikaa na tulikuwa na wasanii, tuliwajulisha nominizi wote wa. yeah. tuliwajulisha okay. kwa sababu hakuna haja tena yeah. e, kurudia eh, umeona kwa sababu na sisi tunategemea sponsor, tunategemea mapato yetu, tuendeshe hiyo mm. jambo. Mbona sisi ambayo tuliongea kwenye kikao tunakusudia yao yale yale, okay. e, yale ambayo tuliyapanga kwa kidogo ambacho tutakipanga okay. e, tunapambana mm. ili ile jambo adhima yetu itimie itimie kwa kila yes. kitu kitakwenda sawa kabisa e, oh, tunapambana yeah. kama itatokea mm. changamoto Tumia, lakini tunapambana isitokee hivyo. Isitokee mm, hivyo. Hey. Sawa, hii ni time yako sasa kuzungumza ile ambayo ulikuwa unawish kuzungumza na na Watanzania wa kusini mwa Tanzania, wapenda sanaa, wapenda yes, burudani, wapenda kila kitu ambacho kinafanyika ndani ya mkoa, wapenda maendeleo na maanisha. Yes. Karibu sana uh, kitu cha kwanza mm. Naomba naomba pia niwashukuru ambao mnaendelea kutoa michango ndio, lakini pia naomba wale ambao wakutushika mkono mm. Watushike mkono kwa sababu si support yetu kwa mkoa wa Rukwa tunahitaji kubwa, kwa sababu tunaitangaza Rukwa, kwa sababu ukitoka nje ya mkoa wa Rukwa inavyofahamika na sisi, tunataka pia ifahamike kivingine kwa mambo mazuri zaidi. Tunahitaji sapoti kwa watu wote ambao wanasikiliza Voice FM. Tunaomba kama kama mdau unajua kabisa, unaweza kutusupport maji kwa ajili ya siku ya kesho luksa tu unaweza ukafika hapa Vos mm. Eh, ukatusaidia hata maji au ukaja kesho na zareti asubuhi, utatukuta unaweza kusababisha yeah. Chochote kile katuni moja ya maji, katuni moja ya kinywaji unaweza kusababisha maendeleo sana ya sanaa ya mkoa wetu wa Rukwa kwa sababu tuna tuzo 27 vipengele okay. Vipengele 27 ni vingi sana mm. umeona, na tuzo za heshima ziko 23 tu. Eh, jumla tuzo zote ziko 50, umeona sasa hizo zote ni vijana sisi ni vijana ambao tumejiona, tumeona ni vyema sana tuwasapoti mm. e, vijana wenzetu ambao wanasababisha, lakini na wazee wetu na dada zetu na baba zetu ambao wamesababisha Sumbawanga au Rukwa imebadilika kwa kiasi kikubwa okay. E, tunaomba support yenu kubwa sana mm. E, tunaomba sana, na wale nominees tunaomba tuwe mchango, unajua shereheni watu, watu yeah. E, mtakula mtakunywa kama viongozi wenzangu walivyosema mm. E, lakini kipekee pia ni, ni shukuru pia viongozi wenzangu wa Mwasu Entertainment yep. E, kwa kuwa bega kwa bega toka tulipoanza mpaka kesho final Mm. Umona walipambana muda mwingine walipigwa na baridi hey, vidonda vya tumbo vikaanza <laughs> ishu ni kuisimamia ili ili jambo liende yeah. Naweye no, niwapongeze sana lakini pia mm. hey, nipongeze Vos FM okay. Mmetisha um, mmekuwa bega kwa bega toka season 1 hey, mpaka hii season 3 mmeonyesha mwanga mmeonyesha mm. dira kama sisi Mwasu tutakuwa pamoja na nyie kwa sababu mmeonyesha ushujaa wa aina yake shukrani. Yaani mnabeba mna sanaa mm -hmm. E, meamua kutubeba mm -hmm. endee na moyo huo sio kwa Mwasu pia hata kusema nyingine kuhakikisha sanaa ya mkoa wa Rukwa mm -hmm. inapanda zaidi, lakini mwisho kabisa nishukuru uongozi wa serikali, rais wetu wa wilaya Mheshimiwa ny Nyakili Nyakia Churukile e, na dasi Masinga yaani wa, wanajua yeah. Wametisha yaani okay. E, mkuu wa wilaya na pacha wake Masinga yeah. Wanatisha zaidi yaani, mimi sina jambo jema yaani, sina jambo zuri la kusema mm, zaidi ya kusema asante. Tunashukuru moyo ambao wanauonyesha kuwa Wanasumbawanga mm, ni mkubwa sana kupitia sanaa, na sisi kama vijana tutawaangusha, tutakuwa na maadili mema kuhakikisha yale mambo yote yaliyokusudia kwa mkoa wetu wa Rukwa kuutangaza, tunasimamia vile vile. Lakini pia bila kumsahau mheshimiwa mbunge eh, Mheshimiwa Aisha ndio mwamba, mwamba naye anatushika mkono, mwamba anaweza yeah. umeona eh, mwamba Dio. anaweza kwa sababu mm. na siku ya kesho tuitamani kuwa naye lakini mm. akasema, dah, unajua serikali imempangia majukumu mengine yeah, natumaini is..., tu muda mwingine tutakuwa naye lakini ametushika mm. mkono, tunampongeza sana. Okay. tunampongeza sana sana sana. Okay. Eh, ndio ndio. Sawa, kuna kuna watu ndio pia kufahamu juu ya tickets na nini. Kuna watu wako mbali wanataka kukujua utaratibu ili siku anapokuja kesho kama ni kulipia kufahamu vitu vingine, mm anafanyaje hizo mambo za miamala na nini. Ili akifika tu pale basi anaingia na utaratibu pia tickets hizo zinapatikana pia. Ah ticket kwa sababu katibu mtendaji kutujibu. Karibu katibu. Eh hey, da, hii kitu cha msingi sana. Karibu katibu. Ya ya yeah, yanyua tu hiyo inakufata. Yeah. Mm. Kulingana na swala mm. zima mm. la tiketi ndiyo, au kutokana na uwepo wa kuwepo mzee wa IT ndio ilo swala la tiketi inapatikana watu makini sessional, okay, ambayo iko jirani kabisa na King King George pale, yeah. Sabato hii pembeni, sabato kwa pembeni mm. kwa fika pale mm. na mtu anaitwa mtu makini, utachukua tiketi yako kama umeshalipia, utachukua e, tiketi yako ya kuingia. Lakini kwa wale pia ambao wanahitaji kadi za michango yeah, pia unaweza kufika mtu makini pale mm. kwa ajili ya kuweza mm. kupata kadi yako. Okay. Ovi, karibu. Yeah. Yeah, naongezea pia katika yeah. lilosema katibu katibu yeah. E, mbali na na, na, na kadi zile ambazo tunazipata pale au tiketi ambazo zinapatikana watu makini ndio lakini pia tutakuwa na na na digital cards ah, okay. kama yuko mbali, kwa mfano yuko maji moto, anataka mchakato huo wa wa kadi wa kadi e, tutatoa mawasiliano kwa ajili ya kulipia kulipia. Basi atatumia kodi ya confirmation ambayo, akija pale mlangoni, sisi tunazitambua kupitia mfumo. I see, safi sana, kidijitali zaidi ehe, yeah, yeah. tupe taratibu sasa, hao walioko mbali wanapataje mawasiliano na nini na nini vitu vingine? Ya kama tulivyotangulia pale awali kusema tunaye yeah. mtu makini ambaye yeye atatuwakilisha kwa kamati nzima, kwa wale yeah. watu ambao wanataka kupata huduma e, ya kadi pamoja na vitu vingine vyote maulizo Mbali na kwamba ndio IT mwenyewe, lakini ndio mwenyekiti wa kamati hii, ndio kwao tunategemea na vyote. Kama mtu anahitaji chochote, anaweza kawasiliana na mwenyekiti, na mwenyekiti, kama kuna jukumu ambalo mtu anatakiwa kulipata, basi mm, yeye atagawa majukumu kwa mtu ambaye anahusika. Okay, lakini pamoja na hilo kesho, tulikuwa tumeweka utaratibu wa kwamba tungekutana saa kumi kwa ajili okay, eh, ya shughuli yetu ndio. Lakini kulingana na ratiba ambayo kidogo mm -hmm. imebadilika pia okay, tunaomba tufanye hapa kubadilisha hiyo taratibu kwamba Eh, shughuli yetu ya kesho itaanza saa 12 jioni, saa 12 jioni, saa 12 jioni okay. na hiyo tumekuwa na maoni mengi yeah. yeah. kwa sababu tulikuwa kuna mchakato wa finali kama unavyojua eh yeah. E, na sisi ni na ndio vijana wenyewe yeah. na ndio sanaa yenyewe kabisa. Basi kama iko hivyo, basi taratibu na ratiba itabadilika kutoka saa kumi, itakuwa mbadala wake itakuwa ni okay. saa 1 okay saa 12 saa 12 tutakuwa tumeshamaliza sisi maandalizi yetu yote, saa 12 watu waanze kujongea ukumbini mm. na mambo yote yatakuwa wameanza saa, ni, mm. mba, saa, saa mbili. kumi na mbili kwao wasanii mm. wapate kujua kwamba ratiba imebadilika sio tena saa kumi itakuwa ni saa kumi na mbili jioni okay. yeah. sawa sawa tuje sasa kwenye hayo mawasiliano sasa tuweke sawa uh-huh. tuende moja kwa moja kama dakika mbili kwenye swala zima la mawasiliano naomba atahitaja e, namba hapa ubi mjuzi okay. lakini kwa wale ambao wako mbali mm. na wanahitaji kulipa ndio. tunayo namba ya kulipa ambayo mm. ni hamsini na nne Arobaini na tisa, hamsini na tisa, mwisho tatu. Rudia. Namba hii ni kwa ajili ya kulipa mm. kadi na viingilio vyote ambavyo tumevitaja hapo awali kwamba namba hiyo ni hamsini na sita, mm. arobaini na tisa, hamsini na tatu, ay, hamsini na tisa, tatu mwisho. Okay. Naomba nirudie kwa sababu hizi ni fedha hizi. Eh, itakuwa ni hamsini na sita, arobaini na tisa hamsini um, na tisa halafu tatu mwisho. Tatu mwisho jina linalokuja litakuja mm. watu makini, watu makini okay. Kabla uja confirm au hujaweka moja pale kuthibitisha, hakikisha mm. unasoma. Watu, watu makini, makini. Okay. Yeah, yeah. Sawa sawa, Obi. Ndiyo. Karibu pia asante. Tukio mm. tuna-tunamalizia malizia, ndiyo na nataka nikazie kwenye kipengele hiki cha mawasiliano yeah, yeah. Ah, lakini pia namba za kulipia yeah. Namba ya kulipia tuna namba ya Mpesa ambayo katibu ametoka kuitaja ni lipa kwa mpesa. Nairudia kwa faida ya wale ambao inawezekana mm. ndo wana, wana, anafungulia redio muda huu mm. namba ya kulipia tiketi yako kwenye tuzo za Mwasu zitakazofanyika mm. kesho ni lipa kwa mpesa, namba ni hamsini na sita arobaini na tisa hamsini na tisa tatu mm -hmm. Narudia tena hamsini yeah. na sita arobaini na tisa hamsini na tisa tatu jina litakuja watu makini. Lakini kwa wale ambao wako mbali, ambao mm, wanataka kufanya digital card kulipia kwa njia ya digital mm, watatuma pesa kupitia namba hiyo hiyo, lakini pia watawasiliana moja kwa moja na na na na mimi mwenyewe mwenyekiti, namba sifuri saba tano tatu ishirini na moja sabini na nne sifuri sifuri. Ukishafanya mwamala, basi muamala wako utautuma kupitia namba hiyo na sisi tuta confirm tutakutumia uh, confirmation code ambayo, ukifika pale mlangoni mm, itakuwa hauhitaji tena kuwa na kadi ile yeah. Digital itakuwa imetosha kabisa, siku confirm kwamba umelipa yeah, au hujalipa au hujalipa. Sawa sawa bana, nafikiri utaratibu umeeleweka vizuri sana. Kama utakuwa unahitaji kufika hiyo, hapa Vos FM, tutakuendelea kufafanulia vizuri, ili kesho usikose tukio muhimu kama ile hapa la Mwasu Awards, usiku wa tuzo. Bwana niko mr, yeah, Mwasu, chochote cha mwisho kama sekunde kadhaa cha kumalizia kabisa, tufunge Kesho mm. vaa upendeze. okay. e, vaa upendeze kwa sababu vaa, yaani, usi- usivae <laughs> kiume kwa sababu tutakuwa na viongozi wa serikali yeah. e, tutakuwa na waheshimiwa sasa, vaa upendeze uh. e, wasanii wavae wapendeze e, kwa sababu hata pia meneja wa Voice hapa amesema yeye atavaa atapendeza, SJ ni atavaa atapendeza, waya ni atavaa atapendeza, atavaa <laughs> suti. Sasa wewe unakuwaje? <laughs> Ndio. We, tuvae vizuri mm. lakini tuhakikishe Mm. Tunakata tiketi yetu mapema, mapema kama unajijua tu, au una tiketi, kata mapema kama unajijua hauna, basi mm. utaendelea kusikiliza Vos FM, ndio hivyo utaingia kwenye mitandao ya jamii kujua kina nani wamepata tuzo. Umeona yeah. Mwona, e, kama hauna usifike pale getini uanze tena kufanya fanya vitu, mm. eh, tunaomba kabisa. Umeona yeah. Eh, ndio jambo ambalo lipo hivyo yeah. ndugu zangu, lakini bila kusahau mm. E, watu ambao on sponsor wetu sponsor, e, sponsor wetu kipekee ni mshukuru Lukungu, mm -hmm. mkurugenzi wa Lukungu electronic, eh, ambao ni wauzaji wa spare wauzaji wa vifaa vya electronic, ndio kwa support yao kubwa sana waliotusaidia, yeah. lakini pia kipekee ni washukuru pia benki ya NMB bank, okay. e, kwa support yao kubwa waliotupatia asante, e, lakini pia tushukuru support yao ya Voice FM. Shukrani. Eh, tunawashukuru sana mheshimiwa mbunge e, mbu, mbunge wa Sumbawanga mjini, lakini pia na mbunge wa Kalambo okay. e, mheshimiwa Josephat Kandege tunashukuru kwa kutushika mkono, lakini mwisho kabisa nawashukuru jamani, kama- kamati nzima ya Mwasu oh yeah. e, wamejitoa kinyama nyama. nashukuru sana. e, nawashukuru sana, sana, mm. sana. Oh yeah. mmetisha mmetisha lakini kamati imejiandaa, imejipanga, imejipanga.